Leo tarehe kumi na saba mwezi wa nne tulikuwa na semina ya walipa kodi ambao hii leo tulikuwa tunadili na walipa kodi wanaoshughulika na biashara ya kuuza urembo wa magari maarufu kama car accessories. Lengo letu kubwa lilikuwa ni moja, kutoa elimu ya kodi, kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu kodi, ikiwa ni pamoja na kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Kamishna Mkuu juu ya kutoa elimu kwa walipa kodi wote ili kuongeza ulipaji wa kodi wa hiari, na tumepata muda mzuri wa kudiskas na kushauriana mambo kadhaa kutoka kwa walipa kodi na mamlaka ya makodi. Mamlaka ya kodi imekuwa na utaratibu wa kutoa elimu kila siku ya Alhamis, ikiwa ni pamoja na kupokea kero kutoka kwa walipa kodi na tunakutana na makundi mbalimbali mbali ya walipa kodi. Hii inasaidia moja TRA kupata feedback ya moja kwa moja, kitu gani TRA inapaswa kuboresha, kitu gani tunapaswa kukaza buti ili kuongeza tija katika ufanisi wa utendaji wetu wa kazi, lakini ikiwa ni kuongeza makusanyo ya kodi ya serikali, ambayo ndio jukumu letu la msingi. Na tumepokea maoni mengi kutoka kwa walipa kodi na mengi, tunashukuru yanasaidia kuongeza uelewa, na wengine wanahamasika, wanapata nafasi ya kusikilizwa kwa ukaribu na maafisa wa kodi na semina yetu, tunamshukuru Mungu, semina imeenda vizuri kabisa, na wiki ijayo tunajipanga kwa ajili ya kundi lingine na sekta nyingine ambao tutakuwa tunatoa elimu pia, lakini wiki ijayo tunajipanga kutafuta eneo lingine ambalo itakuwa ni sekta nyingine ili tuweza kutoa huduma hii ya elimu kwa wepesi na ufanisi. Changamoto kubwa ambayo tumegundua upande mkubwa wa lipakodi baadhi, tumeona ni ilikuwa ni changamoto ya elimu ile knowledge gap kwamba anaamini kwamba yuko sahihi, kumbe hayuko sahihi. Kwa mfano, alifanya makadirio ya kodi lese mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini awamu ya kwanza bado hajalipa, na anajua kuchelewa kulipa kodi pia kunaongeza riba ya kuchelewa kulipa ile kodi, na anafikiria kwamba nikienda TRA, TRA watanipandishia kodi, jambo ambalo lilikuwa ni ufahamu tu wa elimu ya kawaida kwamba hapana makadirio ya kodi ni, ni wajibu wako kufanya kila mwaka na kodi ukikadiriwa, unatakiwa ulipe kila due date, kabla ya due date haijaisha. Na maeneo mengine nilikuwa ni upande wa matumizi ya mashine za kielektroniki ambazo pia kulikuwa na uelewa ambao haukuwa sawa sawasawa, na tumetoa ufafanuzi juu ya matakwa ya sheria lakini juu ya umuhimu wa kuendelea kutoa risiti na kutumia mashine za kielektroniki kwa kila mauzo ambao mlipa kodi anafanya kwa kuwa mifumo yetu ya kodi kwa sasa imeunganishwa, hivyo manunuzi ambayo mlipa kodi anayafanya ya yanaonekana katika mfumo, na mauzo ambao mteja anayafanya ya yanaonekana katika mfumo, na kukiwa na tofauti kati ya hayo maeneo yote mawili, bado itaonekana kwenye mfumo, na mteja atawajibika pia kutoa ufafanuzi, kwa nini kumekuwa na tofauti kubwa kwa kiasi hicho, lakini endapo atafanya sawasawa sawa kwa kuzingatia sheria na taratibu manake ulipaji wa kodi wake utakuwa ni mwepesi rahisi rafiki pasipo riba wala shuruti yoyote. E, kwanza kabisa, jambo la kwanza nashukuru sana mamlaka ya TRA ya Kariakoo ya kodi kutualika katika hii semina. Tumekuja tumejifunza mambo mengi sana, ambapo mengine tulikuwa hatufahamu, lakini leo tumefahamu, na mimi pia nawasisitiza sana hata wale ambao wanaoga kutokuja huko huku kuzulia kwenye semina hii, wanapaswa wazulie, na mimi miongo ni miongoni ambao nilikuwa ni mwoga sana kuzulia kwenye hii semina, lakini nimejifunza mambo mengi sana, kupitia bandari, kupitia ili tulipe kodi ya ufasaha, ili nchi isonge mbele zaidi. Nami nashukuru sana TRA. E, changamoto zetu, changamoto zipo, lakini kwa kadri semina inavyoendelea siku hadi siku, lakini na imani ujasiri wa wale wa Tanzania unaendelea kukua zaidi, ili kutumia vishoka. Nadhani tunakoelekea haitakuwa maana, tunakoelekea sasa, hizi kadri tabia nchi inabadilika na inabidi mwananchi naye abadilike. Kwa hiyo hata tena yeye, wale wa zamani kali ni la zamani tofauti na sasa. Sasa mnakaa mnajenga, bana kaendeleza kufanya biashara, weka uwazi, ili maisha yafanye nini, yaende. Kwa hiyo hata sasa hivi tumejifunza mambo mengi sana kuhusu mamlaka ya bandari. Meneja naye amezungumzia kitu ambacho cha msingi kweli kweli hapa ambacho kila mmoja ametoka na neno hapa. Hata kesho kutwa tutakapokuja kusema na nyingine, nadhani mazuri yatakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo na, wa, na waasi wale ambao hawajaja siku ya leo na kukumbusha kuwa wasiogope TRA wafanye kama ndio baba wa biashara zetu, na wahimiza waje sana, waje sana, wasiogope. Wanapoogopa ndipo wanajicheleweshea maendeleo na kujiwekea mambo magumu zaidi kwenye biashara yao.